Limetokea tukio kubwa, ametoa msamaha, ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea, na hata sasa ametoa msamaha ne taasisi za kidini ambazo na zenyewe tulikuwa na kusukosuko kwa hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa mambo, nata, mambo ya Ndani, natambua huko hapa, baada ya baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao masharti yao ya uandikishwaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida shida wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya ufufuo na uzima. Kaifungulie, ifungulie, wape masharti wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote, kuzikumbusha miko ya na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa, sawa na sheria na katiba ya nchi yetu, na masharti ya taasisi na masharti ya, ya, ya usajili waliopewa Nanendeni nkayaangalia ukuya mashariki akikosea moja, utaratibu wa wa wapu, kufunga wapu, kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio sio na askofu wake wala shehe wake. Ni i ibada ni, ni, ni, ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Nene kakiangalia kak, vizuri hicho kipengele, ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wa wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wao. Mheshimiwa Rais anajali mahusiano ya nchi yetu, anajali umoja wa Watanzania na sisi wasaidizi wake tutalifanya hilo jambo kikamilifu kwenye hii barabara tukianza na maeneo haya yaliyoharibika.